Na moto mkubwa uliteketeza majengo katika chuo kikuu cha Tharaka usiku wa kuamkia leo. Chanzo cha moto huo ulioendelea kwa zaidi ya saa saba bado hakijabainika. Hakuna majeruhi au vifo vilivyoripotiwa. Hata hivyo, mali yenye thamani ya mamilioni ya pesa pamoja na nyaraka muhimu zimeripotiwa kuharibiwa walioshuhudia wanasema hakuna juhudi zozote za uokoaji zilizoonekana, kwani chuo na serikali ya kaunti zilionekana kukosa uwezo wa kudhibiti moto huo. Wanafunzi walisalia kuangalia tu moto ukiteketeza majengo bila msaada wowote. Wakazi wa Tharaka wamelalamikia serikali ya kaunti kwa kushindwa kuweka mikakati ya kukabiliana na majanga ya moto, wakisema magari ya kuzima moto yote yamepelekwa katika eneo la Chuka, hali inayowaacha wakazi wa Tharaka bila msaada wanapokumbwa na majanga.